Uchewe familia nzima Maria mwana husiana na namtumia Karereto alawahehi kabisa na nyosini muziori cha shughuli zenu kuzaomboleza na famili namalaniambe poleni sana zamona mwanawe mweka hata zambozo ra kelesiarya anarira sana kwa utsungu na namalaniambe kukala ni kifo cha utsungu sana ambacho uu karero ruchamfika funamanya kifo ni kifo ela kifo ilichotengezerwa, ama kifo kilichomfikira hakika ni kifo ambacho kinasikitisha. Kitu ambacho mimi nataka niseme tu ni kuhimiza vyombo vya usalama, taasisi zetu za usalama, hasa sana katika Kilifi Kaunti. Tunataka tujue wale waliofanya kitendo hiki kwa haraka, kwa sababu tumekuwa tukipiga simu. Hata nikija huku mimi nimepigia simu mkuu wetu wa usalama hapa kuuliza kama wamefika wapi na maswala ya kufuatilia wale wahalifu waliomwangamiza mzee wetu Karereto. Wakasema sofa wamepata majina na wanawatafuta kwa sababu hao watu wameenda mafichoni. Kwa hiyo mimi ninaamini ya kwamba process imeanza na na, hakika ya kwamba siku moja hii familia hii itapata haki. Kwa hivyo mimi ninachokiomba ni kwamba tusinyamaze, kama sisi tunasema, hata nyinyi msukume, maana yake, manake mnahitaji msukumo wa vilongozi, ili nimekupata haki ya babi yao na Kaiza family, na wapate haki ya mtu wa kwao, na maana niambe poleni sana OC Mario Kaiza industry e ya Comedy, na ya Kilifi County. Mario Kaiza industry yehu, by influencers za kwehu na ma tiktokers za kwehu na usini ya leo madoka la kai za fanii ya hii industry ambayo mtumia Karereto hata kana wale anaitengeza kukunya njani, lakini anji moza mmanya mtumia Karereto za mimi na mmanya here mcheshi maani kimo na kai za Tiktok ama ni kemu ni kimo na kai za social media ni ukaana ya tasana kuzituwiriza, na nasikila kufailwa sana wakati huo na ndio muona pia nao azapata aga, gaga rio gamfika, na gaona pia kaiza hiyo hiyo mitandao na nasikira kushikitika sana. Kwa hivyo ni jambo ambaro namanya hatu wanji matateka kukirira na mtumia Karereto, na ni bora kutesha atu kuliko kila siku kutukiza hatu. Kwa ivyo gosina ariokatengeza, lakini huna mkumbukira na ucheshi na mutsango mara m'bomaroure akaizai sehemu ya kwenu manake aikala ana fwamili dza iryahu ni kunyeswa pia wakala ni baba aliana wajibika at some point